Kama ningekuuliza umalize msemo huu, ungejibu nini? Adamu na Hawa? Nadhani karibu kila mtu angesema hivyo. Na hii je, Nuhu na safina? Au hii nyingine, Danieli na tundu la simba? Ngoja nikupe nyingine moja, Yona na nyangumi ndivyo watu wengi wangesema. Lakini ukweli ni kwamba kuna mengi zaidi kuhusu Nuhu kuliko safina. Kuna mengi zaidi kuhusu maisha ya Danieli kuliko tu tundu la simba. Na ngoja ni kuambie, kuna mengi zaidi kuhusu Yona kuliko kumezwa na kile ambacho Biblia inaita samaki mkubwa. Unajua, wakati mwingine tunaposoma Biblia tunazingatia mambo ya kushangaza na tunakosa mambo mengine ambayo pia ni muhimu sana. Unaona, kitabu hiki kidogo cha Yona kitatufundisha kuhusu mamlaka kuu ya muumba juu ya uumbaji wake. Kuna dhoruba ya ajabu baharini, kuna yule samaki mkubwa ambaye anaambiwa aogelee wapi na ameze nini, kuna mmea ambao utakuwa kwa kasi ya ajabu, halafu kuna moja ya mahubiri mafupi kabisa kuwahi kuhubiriwa likifuatiwa na moja ya mabadiliko makubwa ya kitaifa kuwahi kurekodiwa katika historia ya binadamu. Ngoja ni kuambie, kitabu hiki kidogo kina mistari arobaini na nane tu, lakini kinaonyesha kwa namna ya ajabu nguvu ya Mungu juu ya uumbaji wote, ikiwemo mioyo ya watu. Lazima niseme tena, kitabu cha Yona ni zaidi ya hadithi ya samaki. Sasa hapa katika sura ya kwanza, tunagundua kwamba hakuna utangulizi wowote kwenye kitabu hiki kinaanza tu na kauli hii neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai. Hakuna kitu chochote kimesemwa hapa kuhusu Yona ni nani, lakini tunafahamu kwamba Yona tayari alikuwa, unajua, maarufu sana. Kwa kweli, alikuwa ametangaza unabii maarufu sana wakati wa utawala wa mfalme Yeroboamu wa pili, na ulikuwa umetimia unabii huo. Umetajwa hapa katika mbili Wafalme saa kumi na nne na madakika ishirini na tano ambayo inasema, Yeroboamu wa pili alirudisha mpaka wa Israeli kutoka Lebo Hamadhi hadi bahari ya Araba kulingana na neno la Bwana Mungu wa Israeli alilolisema kwa mtumishi wake Yona mwana wa Amitai nabii. Kwa njia tunajua pia, kwa kuchunguza tarehe ya unabii huu maalum, kwamba Yona alihudumu pale Israeli kwa miaka kadhaa Manabii Hosea na Amosi pia walihudumu wakati wa utawala wa Yeroboamu. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba walifahamiana vizuri. Sasa hapa katika Yona sura ya kwanza, hatujaambiwa kama Mungu alimjia kwa ndoto au maono, lakini Yona moja hi mbili inatuambia kwamba Mungu alimpa amri huyu nabii mkongwe. Anamwambia Yona, ondoka nenda Ninawi, ule mji mkubwa ukaihubiria kwa sababu uovu wao umepanda mbele yangu. Unaweza hata kufupisha hivyo na kusema wananuka hadi mbinguni. Sasa, amri kutoka kwa Mungu, eh, bila shaka inamvutia sana Yona. Yona anajikuta mara moja akijawa na hisia za kuchukiza sana. Hizi hizi hisia ndizo zitakazomfanya akimbie kabisa l lakini s sitaki kumhukumu sana Yona. Hebu turudi kwenye kizazi cha Yona ili tuweze kuelewa vizuri zaidi kwa nini aliamua kustaafu kazi ya unabii badala ya kwenda Ninawi. Sasa Ninawi ulikuwa mji mkuu wa Ashuru. Kwa njia, sehemu kubwa ya mji huo tayari imechimbuliwa na inaonyesha ngome iliyokuwa ya kuvutia sana wakati huo. Ilikuwa imejengwa kwa ajili ya vita. Ndani yake kulikuwa na taifa lenye ukatili mkubwa. Washuru walikuwa maadui waliokuwa wakiogopwa zaidi na Israeli. Kwa kweli walikuwa tishio la kudumu kwa usalama wa Israeli, na na hatimaye walishinda Israeli, watapeleka watu utumwani takriban miaka 50 baada ya huduma ya Yona kumalizika. Sasa mfalme wa Ashuru alipokalia kiti cha enzi Waliamini kwamba alijiunga na na mkono wa uungu. Na uungu huo ulimpa nguvu za Mungu wao. Mungu wao wa kitaifa alikuwa Marduk. Waashuru walikuwa watu waliokuwa wakiabudu mapepo wasio na maadili na wasio na huruma. Kwa kweli walijivunia ukatili wao dhidi ya maadui zao. Wanaakiolojia wamegundua jinsi jeshi la Waashuru lilivyokuwa likipita mitaani wakiwa wamebeba vichwa vya maadui wao waliowashinda juu ya miti. Ilikuwa desturi ya Waashuru kung'oa macho ya wafungwa, huweka ndoano puani mwao, kisha huwadhihaki kwa kuwachunga kama ng'ombe kabla ya kuwaua. Sasa mwito wa Mungu kwa Yona hapa ni wazi kabisa. Hapa hakuna nafasi ya mkanganyiko wowote. Kwa kweli, Yona hakukosa kuelewa ujumbe huo. Mungu anatumia vitenzi vilivyo wazi kabisa kama simama, nenda, tangaza dhidi yao na tena hizi si mapendekezo tu. Katika lugha ya Kiebrania vitenzi hivi ni amri, yaani ni maagizo ambayo hayawezi uchanganyikiwa, hayawezi ukanushwa. Sasa kumbuka, Mungu hajui hatari ya misheni hii. Yeye hafichi unajua, uhalisia hapa. Hii siyo kama anajaribu kumshawishi Yona kwa maneno matamu. Hapana, Mungu anasema tu hapa kwenye mstari wa pili, uovu wao umenifikia mimi. Kwa maneno mengine, upotovu wao, uovu wao, ukatili wao, hakuna hata kimoja ambacho Mungu hakukiona. Kimsingi Mungu anasema, Yona, najua kile ninachokuomba ufanye na najua jinsi jukumu hili litakavyokuwa gumu kwako. Kwa kweli, litakuwa la hatari. Unaona, unaweza kushawishika mpendwa, kufikiri kwamba kama Mungu angejua kweli kile kinachohusika katika kile anachokuagiza ufanye, labda leo hii asingekuomba ufanye hivyo. Yaani, kama angejua jinsi hali yako ingekuwa ngumu kabisa, asingewahi ukuomba uende. Hapana, sivyo. Mungu hajapoteza mwelekeo, hata kama wito wake juu ya maisha yako unaweza kukufanya ujihisi hauko mahali pako. Sasa basi katika huduma yake ya awali Yona alikuwa ametembea na Mungu. Yona alikuwa amesema kwa niaba ya Mungu katika nchi yake, na kwa kweli alikuwa amezungumza na wasikilizaji waliokuwa tayari kupokea. Lakini sasa, kama Mungu anavyosema hapa kwenye mstari wa pili, ni wakati wake kuinuka kwenda Ninawi, ule mji mkubwa, na kuitangazia hukumu. Hii itakuwa hali ya kukabiliana ana kwa ana. Kwa njia usikose kuona kwamba Mungu hampi Yona hakikisho lolote la mafanikio hapa, wala hata usalama. Mungu hasemi hapa, je, umeona ondoka uende Ninawi, nao atatubu, nawe utarudi nyumbani salama? Hapana, hakuna hata moja ya hayo. Yona ameagizwa tu kwenda kukabiliana na taifa hili katili kwa ajili ya uovu wao. Sasa mstari wa tatu unaonyesha majibu ya haraka ya Yona, lakini Yona akaondoka kukimbilia Tarshishi mbali na uso wa Bwana, akashuka mpaka Yafa na akaona meli inayokwenda Tarshishi, basi akalipa nauli na akaingia ndani yake ili aende pamoja nao Tarshishi, mbali na uso wa Bwana. Sasa tunajua kwamba Yafa ilikuwa mji wa bandari wenye shughuli nyingi kwenye pwani ya bahari ya Mediterania. Ndipo Yona anakimbilia huko, anataka kupanda mashua. Tunaambiwa kwamba atakwenda Tarshishi kwa meli. Huo ni mji ulioko pwani ya Uhispania. Na kwa njia ulikuwa upande wa pili kabisa na Ninawi. Na unapaswa kuelewa pia katika siku za Yona, Uhispania ilichukuliwa kama sehemu ya magharibi kabisa ya dunia iliyojulikana. Kwa hiyo unaona Yona anakimbia mbali kadri awezavyo. Sasa usielewe vibaya Yona anajua hawezi kabisa kukimbia kutoka mbele za Bwana. Hana shaka, amewahi kusoma mashairi ya mfalme Daudi. Hakika anafahamu Zaburi 139 inayosema, nitaenda wapi mbali na roho wako? Au nitaikimbiaje uwepo wako? Kwa hiyo Yona hakimbii mbali na Mungu, anajua hawezi kufanya hivyo. Anajiuzulu nafasi yake kama nabii, anaacha waziri unaona, amri hii ni zaidi ya alivyotarajia, na kwa wakati huu huyu nabii mkongwe anataka kujiondoa. Lakini ngoja nikuambie, na tutajifunza tena, kila tunapomkimbia Mungu kwa kutotii, tunalipa gharama asivyo, wakati mwingine ni gharama kubwa sana. Lakini ukweli ni kwamba tunapomkimbia Mungu, hatuwezi kamwe kupata mahali pa kufurahia. Unajua, ninaamini kwamba mtu asiye na furaha kabisa duniani ni Mkristo anayekimbia mapenzi ya Mungu. Sasa Yona anawasili hapa bandarini Yopa, anapanda meli hii. Huenda hata anafikiri kwamba unajua kila kitu kinaenda vizuri sana. Aliweza kupata tiketi na kuwa abiria. Sasa Mungu atalazimika tu kutafuta nabii mwingine wa kwenda Ninawi. Sasa inaonekana yote ambayo Yona anataka ni usingizi tu. Mstari wa tano utatuambia kwamba Yona alikuwa ameshuka hadi ndani kabisa ya meli, akalala na alikuwa amelala fofofo. Siwezi kujizuia kufikiria kwamba huenda Yona asingelala usingizi mzito kama angeweza kuona kupitia sakafu ya chumba chake hadi kwenye maji ya kina kirefu ya bahari ya Mediterania, akaona chini kabisa ya meli kiumbe fulani akiogelea kimya kimya, akifuata meli